Baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo wameeleza kuwa programu zinazotarajiwa kuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni pamoja na semina za kielimu, mihadhara na iftari za pamoja. Tuko na utaratibu maalum ambao unatuwezesha wanafunzi kufuturu pamoja na kama mwenyekiti wa wa hiyo kamati tumejiandaa vizuri, na lengo kuu ni kuwasaidia wale wa ambao wanakuwa hawana uwezo ja, lakini pia tunao programu ya kuswalisha tarawehe ambao tupo tunajumuika wote, na ndipo ambapo tunakusanyika pamoja, lakini pia tuna programu za darasa mbalimbali ambazo mara baada ya kufuata iftari tunakuwa tuna darasa mbalimbali ambao tunaendesha katika ndaki yetu hii ya elimu katika msikiti wetu wa Mwarabu Kafeteria. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wakaeleza maandalizi yao kuelekea mwezi mtuku wa Ramadhan. Nimejiandaa katika mwezi huu uh, kufungamana na msikiti pamoja na walimu kwa lengo la kufahamu zaidi na kupata elimu zaidi kuhusiana na mambo yote ya khairati pamoja na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia nitahakikisha na hifadhi Quran katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo, tujitahidi tuweze kufunga ili kuweza kuziokoa nafsi zetu na tuweze kuwa watu wema wa kumpendeza Allah. Sambamba na hayo wanafunzi hao wanahimizana kuwa na tabia njema, ikiwemo uchaguzi wa marafiki ambao wanaweza kutokuwa sababu za funga zao kuharibika. Kwa sababu sisi nafsi zetu zinagafilika sana, unapokuwa na mtu wa karibu ambaye anaweza kukukumbusha, itakuwa ni vizuri sana. Lakini pia hata katika kufanya ibada kama una rafiki ambaye anakuwa anafanya ibada sana, anaweza kushawishi na wewe ukaingia katika kufanya ibada. Lakini tujue lengo letu ni nini, tunatakiwa tufanye mambo yapi na tuachane na yapi. Na sisi hapa chuoni kwetu hatujaachwa nyuma, kwani tuna darsa mbalimbali zinazoendelea katika miswala yetu na siku za wikiendi. Naye mhadhiri wa dini ya Kiislamu ambaye ni mlezi wa wanafunzi hao katika ndaki ya elimu, Sheikh Muhammad Ramadhan, akaweka bayana namna ambavyo programu hizo zinawasaidia wanafunzi: tunaandaa semina na kuandaa vitabu na kuwafikishia yale ambayo yanahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kikubwa ambacho tumekilahidhi au tumekibaini kwao, huwa ni watu ambao wanapenda sana kuuliza, wana maswali mengi sana. Kwa unapofungua mlango wa maswali, basi kuna mengi sana na utabaini kumbe Eh, hii dini bado? Kwa hiyo sisi baada ya kulibaini hilo tukasema, hapana, lazima tuwe nao karibu ili kuwabakisha salama, maana tukiwaachia kwa kweli wanaharibika, kama wanavyosema wanafunzi wa vyuo maadili yameporomoka sana. Sasa tunachukua fursa hii ili kuwarudisha na kuwabakisha katika katika katika maadili kutoka hapa Dodoma Ramadhan Idi Limu wa Mahasin TV.